Naam, karibu katika chaneli yetu ya Darubini, sehemu ambayo tunaangazia mafundisho ya Kikristo kwa kutumia Biblia Takatifu, tukiangazia maneno ambayo Mungu ametuwekea sisi wanadamu, nini tujifunze, nini tuende nacho ili uh, tu, tufikie ufalme wa mbingu. Mada iliyoko mezani ni kitabu cha Ufunuo, tunaangalia siri zilizomo ndani ya kitabu cha Ufunuo. Kama ni mara yako ya kwanza, basi naomba uweze kusubscribe katika chaneli yetu, ili tu uweze kupata taarifa pale ambapo tunaweka video mpya, lakini pia uweze kushare uh, na kusambaza ujumbe huu kwa sababu watu wengi wana uhitaji. Kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia Ufunuo sura ya pili tukaangalia katika mstari wa 12 mpaka 16 hivi. Leo nakukaribisha kwa pamoja tuweze kuanza katika Ufunuo sura ya pili na mstari wa 17. Tuangalie nini Mungu ameweka kwetu. Karibu sana. Tunaposoma Ufunuo sula ya pili mstari wa 17 kuna maneno yanayosema mana iliyofichwa. Tukichukua wasaa na kusoma katika Ufunuo sula ya pili mstari wa 17 maneno ya Mungu yanasema yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anayaambia makanisa yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye alipokeaye. Yesu ametumia mfano huu wa mana kuwakumbusha kwanza kuwa Waisraeli walikuwa wakila mana jangwani, chakula kilicholeta afya kimwili. Basi maana iliyofichwa ni neno la Mungu ambalo ni chakula cha roho zetu kinacholeta afya ya kiroho. Lakini tafsiri nyingine katika mstari huu ni kwamba Yesu ndiye chakula chenye uzima, ikiwa na maana ile ile ya neno Yesu ni neno. Kwa maana hiyo, tukiwa na Yesu na kulitii alilolisema, tutakuwa na uzima tele. Tunasoma maneno haya katika Yohana sura ya 6 mstari wa 47 mpaka 51. Maneno Mungu ya Mungu yanasema: amini, amini nawaambia yeye aaminiye yuna uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula hiki nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kwa hiyo mana iliyofichwa ni Yesu Kristo, mana iliyofichwa ni neno la Mungu ambalo linatulisha sisi kiroho na tutaishi milele. Katika Ufunuo sura ya pili mstari wa 17 Tunapoendelea kusoma kitabu cha Ufunuo hapa tunaona pia neno linalosema jiwe jeupe. Unajua, zama za kale waliokuwa hodari katika michezo walipewa taji pamoja na jiwe ambalo juu yake jina lake liliandikwa. Vile vile, kumbukumbu zinaonyesha kwamba mahakimu wa zamani walikuwa na mawe madogo mawili yaliyotumiwa katika hukumu za kesi. Ikiwa hakimu alitaka kumwachia mtu ili awe huru alionyesha jiwe jeupe, na ikiwa hakimu alitaka kutoa adhabu juu ya mtu huyo alionyesha jiwe jeusi. Basi Yesu alituonyesha kwamba tukishinda tutapata thawabu. Ni vema kwa Wakristo kuyaweka yote hayo pamoja na kuchagua linalofaa. Kwa hiyo katika hii mistari miwili Ufunuo sura ya pili mstari wa 16 na 17 vinatuonyesha pia sisi Wakristo kwamba tuendelee kuwa waaminifu, tutashinda na tutapewa jiwe jeupe kama taji. Tunapoendelea kusoma katika Ufunuo sura ya pili mstari wa 18, kuna neno hapa linasema kanisa la Thiatira. Tukisoma hapa maneno ya Mungu yanasema na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, Haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Thiatira ni kanisa lililopata waraka mrefu kutoka makanisa yote saba, ingawaje baadhi ya watu wa historia walilihesabu kuwa ni mji usiojulikana. Hatari nyingi na shida zilizopata kanisa hili karibu ni zile zile zinazoyapata makanisa yote ya Asia. Mji huu wa Thiatira upo katika bonde ambalo limeungana na mto Helmas na Ziakas ambamo ndimo hupita reli mpaka leo. vile vile ni kando ya barabara iliyounganisha miji ya Pergamu, Filadelfia na Laodokia. Umuhimu wa mji huu wa Thiatira ni kwamba ulikuwa ni mlango wa kuingilia Pergamo. Kumbuka Pergamo ulikuwa ndiyo mji mkuu wa jimbo. Kwa hiyo Thiatira haukuwa mji wa dini maalum, hivyo haikuwepo ibada ya Kaisari wala ya mungu wa Kiyunani. Mungu wao wa, wa Thiatira aliitwa Tarimnas. Mungu huyu alionekana juu ya fedha zao hali ameshika shoka la vita na rungu. Ukweli hapakuwepo matisho wala mateso kwa kanisa la Thiathira. Ukweli kuna maelezo madogo sana kuhusu Thiathira, ila kinachofahamika zaidi ni kwamba Thiathira ulikuwa mji mashuhuri kwa biashara. Hapa ndipo alipotokea Lidia muuza rangi na hii pia inathibitishwa katika Matendo sura ya 16 mstari wa 14. Thiatira ulikuwa na vyama vya biashara mbalimbali, yaani sufi, ngozi, nguo na shughuli za kuuza na kununua watumwa. katika shughuli hizi ndipo matatizo ya kanisa la Thiatira yakatokea. Wakristo kukataa kujiunga moja kwa moja na vyama hivyo kulileta matatizo. Vyama hivyo vya Thiatira vilikuwa na sikukuu, tena sikukuu zake za kipagani. Wanachama walikula vyakula pamoja na kunywa. Hivi vililiwa ndani ya mahekalu ya miungu sanamu. Katika kula, walianza kwa ibada na kumaliza kwa sadaka kwa miungu. Sasa inabidi ujiulize, je, ni vyema kwa Mkristo kujiunga na milo hii? Katika milo hii walilewa na kuzini pia. Jambo hili lilikuwa gumu kwa Wakristo wa kanisa la Thiatira kujiunga na vyama hivyo ambavyo kimaadili vilikwenda kinyume na matakwa ya imani yao. Kwa hiyo katika Ufunuo sura ya pili mstari wa 18 maneno ya Mungu yanasema kuwa, na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba isiyosuguliwa sana. Kwa hiyo mstari huu ulikuwa umeanza au ni mwanzo wa barua au maneno ambayo yalikuwa yanaenda moja kwa moja katika kanisa la Thiatira. Kwa hiyo hapa tushaona kabisa Thiatira ilikuwa ni nini na kanisa la Thiatira lilikuwa linakumbana na kitu gani, ndiyo maana Mungu akaandika. Ukisoma pia mstari huu wa 18 Ufunuo sura ya pili kuna maneno yanasema macho kama mwali wa moto. Hili naomba urejee video yetu iliyopita kuhusu Ufunuo sura ya kwanza na pia uangalie katika ufafanuzi wa Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 14. Unapoendelea pia kusoma hapa hapa katika mstari wa 18 Ufunuo sura ya pili unakutana na maneno pia, anasema miguu mfano wa shaba. Ninaomba pia angalia ufafanuzi katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 15 katika video zetu zilizopita, lakini kwa uchache tu lazima ujue inamaanisha nguvu na uangamizo, hasira ya Mungu katika taifa la Kirumi. Katika Ufunuo sura ya pili mstari wa 19, maneno ya Mungu yanasema nayajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Kwa hiyo katika mstari huu, Yesu anasema na kanisa linalotembea, anaonyesha kuwa hakuna ambacho anafichwa kinachotendeka kanisani. Amewaona Wakristo wa Thiatira kwamba matendo yao yamezidi yale ya kwanza, inaonekana walitenda vema lakini kuna neno ambalo anataka kusema nao. Kwa hiyo, hapa lazima ujue, kanisa la Thiatira tumeona inakumbana na jambo kubwa, lakini Yesu katika mstari huu anasema kwamba wametenda vema kuliko matendo ya mwanzo. Tunapoendelea kusoma Ufunuo sura ya pili mstari wa 20 kuna neno linasema, nina neno juu yako Tukichukua wasaa kusoma mstari huu, maneno ya Mungu yanasema lakini nina neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kwa hiyo neno ambalo Yesu anataka kuwaambia Wakristo wa Thiatira ni kumridhia mwanamke aitwaye Yezebeli. Yezebeli alikuwa mwanamke mwovu sana katika Agano la Kale, na hili linathibitishwa ukisoma Wafalme wa Pili sura ya tisa mstari wa ishirini na mbili na hapa maneno yameandikwa, ikawa Yoramu alipomuona Yehu akasema, Je, ye ni amani? Yehu akajibu, amani gani maadamu uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi? Kwa hiyo maneno haya katika Wafalme wa Pili sura ya tisa mstari wa 22, hii inathibitisha uovu wa Yezebeli. Katika Kiingereza ukimwita mtu kuwa ni Yezebeli, maana yake ni kwamba unamfananisha na yule mwanamke mwovu wa Biblia. Yesu aliona Wakristo wa, wa Thiatira walimkubali mwanamke aliyefanana na Yezebeli kwa matendo yake. Kazi ya mwanamke huyu wa Thiatira inafanana na matendo yale ya Wanikolao. Mwanamke huyu alijiita nabii na kuwaambia Wakristo kwamba Mungu amemwambia kwamba si mbaya kwa Wakristo kuwa wanachama na kuabudu miungu kusudi wapate kufanikiwa katika biashara zao. Ndiyo maana Yesu akawaambia, nina neno juu yako la kukwambia. Yaani akiongelea kanisa la Thiatira na akamtumia Yezebeli kama mfano. Mpenzi msikilizaji, kwa unyenyekevu mkubwa naomba tuendelee kusoma Ufunuo sura ya pili na mstari wa ishirini na moja na hapa kuna maneno yanasema uzinzi wake. Ukichukua wasaa ukasoma mstari huu, maneno ya Mungu yanasema, nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kuutubia uzinzi wake. Unajua katika Biblia neno uzinzi limetumika kwa namna mbili Namna ya kwanza ni uzinzi wa kiroho na namna ya pili ni uzinzi wa kimwili. Haifahamiki vizuri sana huyu mwanamke alikuwa mzinzi wa namna gani, lakini yote mawili ni dhambi. Kwa Mkristo hayo yote yafaa kuyaepuka. Kwa hiyo maneno yote tunayoyasoma hapa ni maneno ambayo Yesu alikuwa juu ya kanisa la Thiatira akiwakemea akiwaonya na kuwakumbusha wakae mbali na yule mwanamke aliyefananishwa kama Yezebeli, mwanamke ambaye alikuwa na ushawishi wa kuwavuta Wakristo wajiunge na vile vyama na kufanya mambo yote yasiyofaa. Na katika Ufunuo sura ya pili mstari wa 22 kuna maneno yanayosema wazinio pamoja naye. Ukichukua wasaa ukasoma maneno haya maneno ya Mungu yanasema katika Ufunuo sura ya pili mstari wa 22, tazama nitamtupa juu ya kitanda na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa, wasipotubia matendo yake. Wale wazinio pamoja naye ni wale waliokuwa wakimsaidia mwanamke huyu kufundisha mafundisho yake. Ikiwa watu watasaidia kufundisha upotovu, basi na wao watapewa adhabu na Yesu kwa sababu wamemsaidia Huu ulikuwa pia ni ujumbe kwa watu na Wakristo wa kanisa la Thiatira. Mpenzi msikilizaji, kwa upole na unyenyekevu, ninaomba leo tukomee hapa. Ninakuacha utafakari na urudie tena hii video mara kwa mara, ili uweze kutambua maana halisi ya vifungu katika sura ya pili katika kitabu cha Ufunuo. Wakati ujao tutaendelea kuangalia Ufunuo sura ya pili mstari wa 23 na kuna neno linalotatiza linalosema kuwaua watoto. Basi tukutane wakati ujao katika neema ya Kristo na Mungu akubariki.